20 mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Leo ni siku kuu ya Pasaka. Leo ni siku ambayo tunakuandalia mada kwenye mjadala tutakaofanya kuhusu kurejea kwa rais mstahafu wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Josefu Kabila, pamoja na mambo mengi yanayozungumziwa hapa na pale kuhusu kurejea kwake. Tutafanya mjadala na mwanasiasa pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye si mwingine, ndugu mtazamaji pia msikilizaji, ambaye atatupa uchambuzi wake kuhusiana na yale yanayozungumuziwa kuhusu kurejea kwa rais mstaafu Joseph Kabila, na kuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Tafadhali wewe ambao bado hujajabune, hujasubscribe, huu ni muda wako, usikose kusubscribe, yani kujabune, usikose kulike, usikose kuwacha comment yako,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 Salama bwana mwandishi, tunashukuru Mungu na asante, na tunasema uh, heri ya, ya Pasaka njema. Asante sana mheshimiwa, na umetutangulia sisi kama vile, na ni nyoze imekutakia vilevile siku kuu njema ya Pasaka. Asante sana Mheshimiwa Simo Kazungu, nakumbusha hapa kwamba wewe ni mwenyekiti wa chama cha DSFN Yani, ya mwisi mmoja wa muungano wa vyama tawala. Wewe pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tungependa uh, tuchambue mawili au matatu kuhusu mada na habari zinazojiri kwa sasa zinazozungumzia kuhusu kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa rais mstaafu Joseph Kabila ulikuwa kwanza tangazo la kurejea kwake, na hivi sasa uvumi ni kwamba tayari amekanyaga ardhi ya Kongo, lakini kupitia mji wa Goma, mji ambao unashikiliwa na wapiganaji wa M23 RDF, jeshi la Rwanda, kama vile AFC inayoongozwa naye Corne Nanga, aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Kongo kwa ufupi, sijua wewe kama vile mchambuzi wa maswala ya kisiasa, mtazamo wako ni upi kuhusu kurejea kwa rais huyo, lakini cha msingi na madakuhu kuingia Kongo kupitia maeneo ambayo yanamilikiwa na wapiganaji wa M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC. Karibu kuangazia watazamaji wetu wanaotusikiliza na kutufata kote duniani naam. Bwana uh, mwandishi, tunashukuru sana kwa haya uh, swali yako. Lakini unajua ya kwamba hata sisi tuliweza kujiswali kwa nini bwana Joseph Kabila, yeye ambaye ni rais mstaafu wa nchi ya Kongo, ambaye aliweza ku Uh, leta mamlaka yake kwa Bwana Chisekedi kupitia uchaguzi e, na sisi tulimpatia tukapongeza kabisa na kuona ya kwamba ni mtu wa lazima ambao hakupenda kukakamia utawala. Lakini sasa uh, swali ni ya kwamba amerudi kwa Kongo na amechagua amechagua mahali ambako jeshi la Rwanda likiwa na vibaraka wake ambao tunaita M23 ama M23 na AFC ya Corneille Nanga. Hii ni mambo ambayo inaacha sisi kama vile wachambuzi wa maneno ya kipolitiki tuweze kujiuliza swali mbalimbali mbali, na tunaona ya kwamba uchambuzi wa kwanza ni ya kwamba bwana Paul Kagame, rais wa Rwanda anayo presha kubwa sana kutoka kwa international community ama nchi zote za kigeni ambazo zinamuelezea kwamba sherti aweze kuondoa majeshi yake Kongo. Hivi inaonekana uwazi ya kwamba ni Rwanda ambayo imevamia Kongo na uh, kwa sasa Rwanda hata ndani ya meeting mbalimbali mbali, uh, wanaanza kubadili sasa masemi yao kuonyesha ya kwamba vita hivi siyo Rwanda ndio imeleta vita, lakini ni wakongomani wao ambao wanakuwa na frustration ama wamenyungwa moyo, ndio wanaanza vita. Na hii unaona, inawezekana amewaoblige ama wamewasukuma hawa kama vile Kabila kuweza kujionyesha waziwazi ya kwamba hao ndio maboss wa hii mambo na hii inaacha, unaona, Bwana Joseph Kabila anarudia, anarudi Kongo na anarudi kupitia muji wa Goma ambao unashikiliwa na uh, wale ambao tunaita jeshi la Rwanda na vibaraka wa kwake ambao ni M23. Hii ni analysis ya kwanza. Hivi Bwana Paul Kagame ana pressure kubwa ya nchi za kigeni, hasa hasa Ubelgiji, Marekani Inchi nyingi, nyingi sana zimeonesha wazi ya kwamba sheti Rwanda withdraw ama kuondoa majeshi yake Kongo na iweze kuacha Kongo iwe na amani. Alafu sasa kwa sasa wanapata strategy ya kuonesha ya kwamba sio mambo ya Rwanda tu, lakini kuna wakongomani ambao wamekerwa moyo, kuna wakongomani ambao wana shida fulani fulani, na miongoni mwao mna Joseph Kabila ambaye anaweza kurudi ndani ya mji wa Goma. Nikikitu kinimeo tushtua sisi wote uh, analysis nyingine ni ya kwamba unajua, uh, inji ya Kongo ni inji kubwa na ina madini mengi sana. Kama vita inakuwa Kongo, hasa hasa ni vita ambayo inakuwa ya madini uh, Rais Chisekedi ana hiyo ambayo tunaita deal, ana mazungumzo na Marekani kuweza kuchimba madini kutoka Kongo kuweza kuipitiza kwenye pote ya Lubito na kuendelea. Marekani wana deal nzuri sana na wa Marekani wanasema watampa amani. Hivi sasa, bwana Rwanda na wenye vibaraka wa kwake wanaona ya kwamba hawawezi kuendelea kuyachimba madini Kongo wasipopitia wa Kongomani fulani fulani, ambao miongoni mwao muna Rais Kabila ambao tunamuita senator katika maisha yake yote kufatana na constitution ya Kongo. Haya, uh, ni machambuzi mbalimbali. Kuna ingine machambuzi ya kuonesha ya kwamba eh, pia rais Kabila ndio yeye ambaye iko boss wa M23 hit, inakuwa sasa wazi ya kwamba hao ndio maboss na hao ndio wanaendesha vita. Wakongomani wameona ya wazi ya kwamba kuna wale ambao walikuwa wana vichama nyuma ya hii vita na wanaanza kuonekana wazi unapokufata yahani. Kwa namna nyingine, tusema kwamba Rais wa Rwanda Paulo Kagame ametumia akili ya hazi ya juhu na kumtega rais mstaafu Joseph Kabila, kwa sababu Rais Paulo Kagame wa Rwanda mara na mara akasema, mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au wahusu wao kama vile Rwanda, bali ni wakongomani wao kwa wao, na pahada ya kushotwa vidole pamoja na kutuhumiwa na hawa na wale kote duniani. Ni kusema kwa namna nyingine kwamba mwenyewe amejitoa na kumtega rais mstaafu, yaani ni kama vile rais mstaafu amekamatika, amekamatwa, amebanwa na mtego aliyotegwa na Rwanda, aona rais wa Rwanda Paul Kagame na sasa amejitokeza pasipo kufahamu kwamba rais wa Rwanda amemtoka au amemwachia mzigo yeye, haonekani na wao Rwanda wasionekani, au vipi? Labda tu kwa sekunde chache, kabla tuendelee. Na ijapokuwa imekuwa kama vile mtego, lakini hiyo ndio ukweli wa mambo. Unajua, katika hii deal ya kuweza kuleta vurugu ndani ya Kongo, uh, kuna mambo mengi ambayo uh, wakongomani ambao wanajiita wakongomani au ambao wanaleta vurugu katika Kongo walikuwa wanapitia kwake, ni kusema eh, kabila ya Kitusi ina ina inapata shida eh, mambo mbalimbali mbali, lakini kwa sasa inaonekana ya kwamba mambo ya Kongo kwa ukiwazi sana inaonekana ya kwamba ni deal kubwa sana kuhusu madini kuhusu udongo wa Kongo. Unajua, hapa mbele kidogo Rwanda, hata katika parliament yake waliweza kusema ya kwamba waangalie mipaka ilikuwa namna gani hivi. Deal ni nyingi sana kuhusu Kongo na Rwanda, inapenda iweze kukua kujificha nyuma ya migongo ya wakongomani fulani fulani, lakini wakiendelea pia kuyachimba madini, wakiendelea pia kuweza kuchukua pesa kutoka Kongo. Hii ndio ukweli wa mambo, na watu kama vile Joseph Kabila ambao walikuwa wanajificha nyuma wanaonekana sasa wazi. Unajua ya kwamba imeandikwa pia ya kwamba bwana Katumbi ataweza kufika, hatujapata hakikisho ikiwa naye atafika. Tutajua hakika wa boss ambao, eh, wanatumika na Rwanda ni wa nane a uh, pasipo hata kupitia hiyo. Kuna nchi ya Kenya ambayo inaonekana waziwazi opposition ya bwana Ruto iliweza kuonyesha kwamba Ruto ana pia ana pia deal kubwa ya madini katika Kongo. Uh, alafu unaona ya kwamba hii Kongo iko kama vile eh, nyama kubwa sana ya tembo ambayo inafariki fariki, na kila mtu anapenda akuje aweze kukata sehemu yake na kuweza kukula. Hii ndio analysis ambayo tunayo. Uh, Asante sana mheshimiwa Simo Kazungu. Uh, labda tu swali la mwisho kwa muda huu au kwa kipindi hiki, kwa sababu kuna nini news nitafurahi sana ikiwa inaweza endelea na wewe kwa mahojiano na uchambuzi mbalimbali mbali wa kisiasa kuhusu mstakabali wa nchi, haswa nchi kule tulikotoka, mahali tulipo kwa sasa na kule tunakoelekea kesho na kesho kutwa, mtoto na mtondogo. Swali la mwisho kwa kipindi hiki cha leo nikikumbusha watazamaji wetu pia wasikilizaji wa kuna nini niwuze kwamba leo ni siku ya eh, Jumapili ya tarehe Aprili ishirini mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano na ni siku kuu ya Pasaka kote duniani kwa Wakristo. Kwa kumalizia, na pendelea kujua kutoka kwako ikiwa kweli rais mstaafu Joseph Kabila kaonekana kuwa ni yeye kiongozi wa mishirini na tatu na vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo, yeye kama vile snta uh, katika maisha yake yote kama vile yanavyotambuliwa na katiba ya nchi, mstakabali wake utakuwaje? Ya ana mkono wa moja kwamoja uh, kwenye vita na machafuku yanaendelea mashariki wake utakuwaje. Utokana na labda Uh, cheo au nafasi yake ya kuwa seneta katika maisha yake yote na mengine, ijapo tayari kuna fununu zinazozungumzia kuhusu mali sijuwe na uh, tayari uh, waziri wa mambo ya ndani kapiga marufuku jitihada zote na harakati zote za chama cha PPRD ambacho yeye mwenye, mwenyewe ndiye mwenyekiti isiweze kuendelea nchini Kongo. Kwa ufupi tu au kwa dakika chache tu, mstakabali wa rais huyo mstaafu utakuaje, ikiwa moja kwa moja imeonekana uwazi, hapana shaka tena, yeye ndiye ana mkono kwenye machafuko yanaendelea mashariki mwa Kongo. Hivi tutaendelea na mada mnamo siku zijazo, ila tukikomea kwa kipindi cha leo, nini kabisa mstakabali maisha yake ya kesho itakuwaje? Karibu. Bwana, ah, mwandishi wa habari unajua, wakati watu walikuwa wanasema hapo awali ya kwamba bwana Kabila yeye mwenyewe hata wakati alikuwa rais alikuwa anachochomea, alikuwa anawasukuma hata rebo fulani na wa watu ambao wanaua watu kwa Beni, Beni territoire, Beni ville watu waliona hivi vitu kama vile uh, ulevi kama vile vituko kama vile vitu ambayo visio na msingi uh, bwana Antipas Mbusa Nyamwisi aliweza kuonesha hapo awali ya kwamba hawa watu wa bwana Kabila wao wenyewe wanakuwa jeshi mchana, lakini wao wenyewe pia wanaua watu, na tunajua ya kwamba hii M23 na hawa ADF wana uh, mahusiano fulani mara nyingi. Uh, tumeona ripoti mbali mbalimbali hata ya CRG hapa nyuma nyuma, imeonyesha wazi ya kwamba kuna jeshi ambao wanatoka kwa upande ambao iko ya ADF na wanaenda kwa M23 na hakuna mtu ambao ataweza kuwashutumu hii mambo yote naonesha ya kwamba kuna boss ambao alikuwa anawatumia na yeye ni bwana Joseph Kabila. sasa Uh, wale ambao wanao utawala kwa sasa, utawala wa chisekedi sherti waweze kuchukua mipango ya kweli kuweza kumnasa bwana Kabila na kuweza kumuleta kwenye mahakama. Najua ya kwamba uh, uh, uh, CPI ama uh, ICP ana Uh, fungua sasa milango yake kuweza kutafuta proof mbalimbali mbali, ya kuonyesha huyu amefanya nini katika Kongo na inabidi aweze kuenda mahakamani na kuingia uh, jera. Alafu najua hao wa watu ni watu ambao wanapaswa kupelekwa kwenye jera na kuweza kuonyesha wameongoza nji namna gani, namna gani wao ambao ameongoza nji tena, anaweza kuja kupatikana kwenye hawa warebo. Alafu hii ni mambo mbalimbali ambao mbali inapaswa kuchukuliwa kwenye eh, eh, kushikiliwa hakika na government ya bwana Chisekedi. Isitoshe, bwana Kabila, wanajua ya kwamba ikikuwa mazungumzo yanaonekana na wao wakikuwa mbali pembeni, na haya mambo ya M23, mara nyingine hawata hawatapata amnesty ama hawata kusamehewa makosa yao hivi. Hiyo pia inaweza kuwa hesabu ambao wanapiga kipolitiki, kuonesha ya kwamba ah, uh, kama nabaki nje tu nisipojionesha mimi mwenyewe, watu wengine kama kuna mazungumzo na watu wanasamehewa, sisi tutakuwa tuko mbali. Lakini tunajua ya kwamba sasa government imechukua mipango nyingi sana kuanzia jana uh, kuweza kunyanganya vitu ya bwana rais mstaafu Kabila na kuweza kupiga marufuku kazi zote na uh, za PPRD chama chake. Alafu ni mipango mbalimbali, na tunasubiri tuone yataendeka na yatazaa matunda gani. Basi mheshimiwa, nakushukuru kwa muda wako, kwa kukubali kufanya mahojiano nasi kuangazia watazamaji pia wasikilizaji wote duniani nini kinachoendelea kuhusu yale ambayo yanajiri kwa sasa, na leo tulikuwa na mada inayozungumzia kurejea kwa rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kongo Joseph Kabila nchini Kongo, lakini kupitia mji wa Goma, mji ambao kwa sasa unamilikiwa na wapiganaji wa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Tulikuwa hewani na mheshimiwa Simo Kazungu ambaye ni mwenyekiti au kiongozi chama safe, mzanae, wa chama cha kisiasa DSF Nyamwisi tukizungumza naye akiwa mjini Kinshasa. Basi asante kwa watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News, tunawashukuru mahali popote pale mlipo, lakini kauli mbio ni kwamba kila ambacho nitakuomba kabla uondoke, usikose kusubscribe ya hani kujiabone wewe ambao bado haujajiabone usikose ku like usikose kuacha comment yako, usikose kutuandikia mahali unakotufata mahali unakotusikiliza kote duniani. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Za basi tunawatakieni nyote kila laheri, haswa kwa Wakristu wote sikukuu njema ya Pasaka, hadi pale tutakapokutana tena hewani ila shaka sina budi kuwashukuru kwa muda wenu, mkikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.